Sasa this one mkiuliza nimejua vipi hii nitawapeleka hadi ile hoteli ya Diamond na mamake wamekuja kujificha huko Diani. Wako Diani Diani wako, nimejua because unajua tunakonga no. na group zetu za hotelia. Tunakonga na mshene wa hotelia. Hata mheshimiwa ukikuja na kademu itajua tu. Tunakonga na mshene sana, lakini staji hoteli jina, staji watu wajae huko lakini Diamond akodiani wamekuja holiday huku na wife yake mm, wamekuja na bibi yake huku njou, nani njou, ninyoe kati ya 50 bob wa <laughs> wa wa wamekuja huku na bibi yake ati bibi yake mpaka na mama yake e, ame- amefurusha mama yake na sister yake ule sister yake noleago na mabwana hamsini mwenzetu, mm, wako huku wamekuja kujificha huku nashoshok unasikia, Uganda angekuja Kenya, angekuja Kenya. So guys saakouko amekuja kujificha, tuna ngoja, ngoja ngoja ngoja nipate taarifa ya habari kabisa, lakini mwenye ameniambia namwamini, niweita tusheifanya na yeye amekuja kujificha Kenya baada ya kuwasha moto. Endeni wasafi media, watu wa Tanzania.